Ukiwa uh, umebeba element umebeba abiria mmoja tu unataka leseni, unasema leseni ninayo, unataka siyo element, element zi unayo, unataka side mirror. Inafikia hata sasa pikipiki zile kuna mgambo ambao si sheria kutoa chombo cha moto chetu sisi ukipeleka kituoni. Lakini kuna askari, yule askari anaamuru pikipiki zile zitoke pale zipelekwe kituoni, zikaenda kituoni mheshimiwa, baadhi ya vitu vinabadilishwa, wanafungua. Eh, tu kwa kweli na wengine wangu ni swala hilo

pikipiki piki yangu na jina langu kwenye daftari. kwe ameshangaa mjomba, mjomba, OCD, gunia 360 wanabebaje watu saba? boda boda zinazowataje kubeba gunia 360? Kimya, lakini kidondoka ya korosho Mtu amepita amechukua kilo mbili, amechukua gunia thelathini. Unaenda kumfungulia kesi hakuna. <coughs> <coughs> Siojua sisi sote tunajua. Kwa hiyo mkuu wa kituo amemezeshwa sumu kuonekana bodaboda wote sisi tumekuwa wahalifu mji huu. Lakini bodaboda sisi, imetokea ajali ya baraka konani, hakuna askari wala mmoja alioshiriki. Sisi ndo tuliingia kwenye gari kutoa maiti, kutoa wagonjwa ambao wananafuu kupelekwa hospitali. Wao wako mbali wanaogopa nyuki, wanaleta lungu tu za kupuliza. Hakuna hata askari mmoja aliyekuja pale akatupongeza. Na ni mgambo anapenda kituoni, anapewa pingu kama zamani anazunguka nayo. Analala nayo, anaamuka nayo. Mkuu wa kituo anatutaka sisi tutembee na leseni kwenye vyombo vya moto. Mkuu wa kituo huyo huyo anachukua gari yake, anampa mgambo ambaye hana leseni, hajasoma mafunzo ya usalama barabarani, anaendesha gari. Hii inatokaje? Yaani, sisi leo lengo letu kubwa wepo kwa kituo tumuulize chuki zetu sisi kwako wewe, kwa ni nini tulichokukosea. Ndio nilikuwa namsubiri yeye afike, kwa sababu nitaka afike hapa atuambie, unajua haya maneno, ili kuondoa fitina, na naye awepo tuongee naye. Lakini sasa kwa sababu hajaja tu, tuongee halafu nyie mniamini Hili jambo litakoma. Mpigie simu siku wa kikaa ukisikia vijana wako tumetoka hapa bodaboda mia, tunaenda huko, kama kupigwa risasi tutapigwa huko sisi, tumeshashindwa Mtama. Haikuwa hivi, imetengenezwa na nyie. Yaani, nyie mlipoamua Mtama iwe na amani, imekuwa na amani, watu wanatembea mpaka usiku, watu wanatembea, kuna amani. Mmeamua kujitafutia riziki yenu kwa shida Halafu anakuja mtu ambaye analipwa mshahara kwa kodi yenu, analeta shida kwenye kile mnachojitafutia maisha. Mimi kama mbunge wenu, hilo halikubaliki na litakoma. Nataka mnisikilize, litakoma. Na mi sijawai kukuta mgambo anatembea na, na pingu, sio kazi yake. Mwenye kiti, sikiliza bana, tumfukuze akaajiriwe na polisi wenzie huko kama anaweza, kwa sababu tunamlipa mshahara sisi na nikitoka hapa na, na, na, na mpigia mkuu wa wilaya, geti zote zinazoshughulika na bodaboda, kuanzia hapa tukimaliza hichi kikao, ziache kukamata mpaka tufanye kikao chini ya usimamizi wa mkuu wa wilaya na polisi, tukae tukubaliane, kwa sababu huu upuzi wa kwamba huyu An jamaa anasema hata mkipita uchochoroni, wanakwenda mbele wanak, maanake hiyo wanakutafuta. <tose> <tose> na wameshafanya shamba la bibi, wanatoka na maeneo mengine, wanajua vijana wa Mtama wa pole hivi. Leo nyewe mkiamua mshughulike nao watabaki hapa. <coughs>